Kulikuwa na matatizo pale kwa Helb board. Leo head of public service anashughulika na hiyo kazi, na nimewaambia by Friday pesa iwe imekuwa released kwa vijana wa taifa letu la Kenya so that everybody can have their resources. So, by Friday kama pesa haijaingia kwa simu zenu munipitie, munipigie simu. Ahadi hii ya Rais William Ruto ilikuwa inasubiriwa na wanafunzi wa vyuo vikuu kwa hamu na gamu. Hatimaye Rais Ruto amesema kuwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini Helb imetoa bilioni 1.6 siku ya Ijumaa na bilioni 4.5 siku ya Jumanne, jambo ambalo aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga amesikitika kutokana na changamoto ambazo wanafunzi wanazipitia kutokana na ukosefu wa mgao ule wa HELB, akipendekeza kuwa tatizo hilo linapaswa kushughulikiwa. Aidha, ametaka kuwepo kwa mikakati mathubuti ya kushughulikia maslahi ya wanafunzi wale baada ya kukamilisha masomo vioni what more

Need to be the direction. Kando na hayo, Rais Ruto ameahidi kuwa ameweka mikakati katika maandalizi ya wanafunzi wanaojiunga na gredi ya kumi. Suala ambalo baadhi ya walimu wamekuwa wakilalama kutokana na ukosefu wa mgootosho wa kuendeleza masomo yale ya gredi ya kumi na uhaba wa walimu. I want to assure parents that the government has made all the necessary arrangements and the Ministry of Education is well seized of all the necessary um, infrastructure human resource and materials for learning